Kwa jina anaitwa Oscar Edgar Embedodo ni mkazi wa manispaa ya Sumbawanga mkoa wa Rukwa. Ninapenda kutumia nafasi hii kuwasihi Watanzania wenzetu waweze kuelewa kwamba nchi yetu ni nchi ambayo inaendeshwa au inatawaliwa katika misingi ya kidemokrasia ambayo kila mmoja anayo haki ya kutoa maoni yake, ili mradi asivunje sheria. Lakini mwaka huu tunaelekea ni mwaka wa uchaguzi, kama ambavyo ni takwa la kikatiba. Kila baada ya miaka mitano tunafanya uchaguzi kuwachagua viongozi wetu, kwa maana ya madiwani, bunge na raisi. Kumetokea sintofahamu ya hivi karibuni, baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa wakitaka kuwashawishi wananchi kususia uchaguzi. Ndugu zangu wa Tanzania, amani yetu ni jukumu letu sisi wenyewe. Nchi yetu hii ikivuruga amani hakuna mtu atakaye kuja kuweza kuirejesha, na mahali pengine walipoamua wa wakadhani amani ni jambo la mchezo, sasa hivi nchi zao hazikaliki na kimbilo lao ni Tanzania. Napenda tu kuwasihi kwamba wapo watu wasiotakia mema nchi hii, na miongoni mwao ni wenzetu. Leo wanaamua kutaka kuwashawishi Watanzania wavunje katiba, eti kwa kususia uchaguzi ambao ni takwa la kikatiba. Na ukitaka kuwajua hawa watu, kwamba watakii mema nchi zetu na wanaamua kutumiwa na vibaraka wao wa nje kutaka kuleta vurugu katika nchi zetu, mmojawapo ya viashiria watu wa namna hiyo wanapokuwa wanataka kuleta machafuko, cha kwanza kabisa, huwa wanaziondosha familia zao na kwenda kuzipeleka katika nchi wanazofadhiliwa na hao watu wanataka kuleta vurugu, kwa kuwa ikitokea vurugu hapa, ikitokea machafuko, yeye ataondoka, kwa sababu tayari ameshatanguliza familia zake nje ya nchi. Hao watu tunawajua, na kama wao kweli ni Watanzania na wanatakia mema nchi yetu, je, ye kwa nini wao wanataka kutuletea vurugu, lakini familia zao zimeshahamishwa ziko nje ya nchi. Ninawasihi na ninawaomba sana, tushiriki uchaguzi. Kama yeye chama chake ataweka wagombea, aweki wagombea, tuingie kwenye uchaguzi, tushindane, atakayeshinda ndio huyo atakayekuwa kiongozi wetu. Kwa hayo machache, niwasihi sana, tume ya uchaguzi itakapotangaza uchaguzi, sisi sote twende tukashiriki uchaguzi, kwa sababu ni haki yetu na ndio tako la hii katiba.